Lolote la mwanamume ambaye itakayevuka makongo mawili ya miguu inampeleka mtu motoni. Ikiwa wewe mavazi yako imevuka makongo mawili ya miguu, imevuka hapa manake. Unajua makongo ya mawili ya miguu ni hii. Unaona ise? Hii sehemu? Hii ndio makongo mawili ya miguu. Ikivuka hapa hii joint hii ankle, basi vazi inampeleka mtu motoni. Haifai kuvuka hapa. Na Mtume Muhammad sallallahu alikuwa akivaa vazi lake mpaka nusu ya maundi yake. Unaona hapa? Kikoi yake kanzu yake ilikuwa inafika hapa, lakini isikienda iende paka hapa, isivuke hapa. Ikivuka hapa, Mtume anasema inakupeleka motoni. Uwe unayo kibri, hauna kibri, utakwenda motoni, kulingana na hadithi ya Mtume. Ndio pale Mtasalam anaelezea anasema, man jarra thawbahu khuyala falyatabawa maq'adahu minan nar Mtu yoyote ambaye atakayeburuzia mavazi yake akawa anafagia barabara kwa ajili ya kibri huyala, maana yake ni kwa, kwa ajili ya kibri. Katika riwaya anasema manjarra jara thawbahu batara batara, maana yake anafanya kwa ajili ya kibri, ajioneshe, anatembea barabara, anafagia in. kanzu yake kikoi chake suruali yake nafagia barabara, mtume anasema atayarishe makazi yake na moto wa Jahannam. Huyu anakwenda motoni. Sasa tunauliza swali jamani, ikiwa mtu hana kibri, je, nini hukumu yake? Mimi navaa hivi ndio navuruzia, lakini sina kibri. Tunamuuliza Mtume. Mtume ametaja hadithi nyingi, kama alivyoeleza Imamu Nawawi katika Riyadhus Salihin. Imamu Nawawi katika Riyadhus Salihin ametaja hadithi zaidi ya kumi na tano kuelezea hatari na shari ya mtu kuburuzia mavazi yake wanaume hasa ambao wanazumziwa aya mama Mtume mm -hmm, ameelezea kwamba ma asfala min alkabaini min alizar fafi nar, vazi lolote la mwanamme ambaye itakayevuka makongo mawili ya miguu inampeleka mtu motoni. Hapa Mtume hakutaja anayo kibri ama ana kibri, bali kuna riwaya. Mtume sallallahu alayhi wasallam ametaja hadithi ambayo ni sahihi, anasema kwamba alisban min almakhila kuvaa isbal maana yake kuburuzia ni katika kiburi. Hiyo maanake Mwenyezi Mungu na mtume wake amekukataza, na wewe unavaa kuonesha kwamba unakwenda kinyume na vile Mwenyezi Mungu na mtume wake walivyokufundisha. Ndio unaona kuna hadithi ambayo inafunga kazi yote hii na ndio hatari iliyoko hapa, ni Muislamu. Hii hadithi ndani ya sahih Bukhari, mtume anasema thalathatun la yukallimuhum Allahu yawm alqiyama wala yanzur ilayhim wala wala adhabun alim. Kuna watu wa tatu ambao Mwenyezi Mungu hatozungumza na wao siku ya Kiyama. Mungu anazungumza wa na watu wengine, na wewe hazungumzi na wewe, tayari imeshaonekana wazi wewe, wewe uko mashakani. Mungu anakupita anazungumza na watu wengine huko. We, tayari ushaonekana hapo uanauitawazwaaat wengineuaaushaonekanao watu matatawatu tatu, hawa watalipwa vitu vinne kwa mpigo. Mwenyezi Mungu hatozungumza na wao hato watizama kwa macho ya huruma, hato wasifu kwamba ni waja wema, na watapata adhabu kali. Mtu wa kwanza ni izar, ni mtu ambaye anaburuzia mavazi yake, inafagia barabara. Huyu mtu apate kujua yuko ndani ya mashaka. Na unaona we kama Mwislamu, nenda ukakate kata mavazi yako hii. Na ukitaka kujua, waislamu wengi hata bila kutajiwa aya wala hadithi anajua kwamba hii ni makosa hii, hata bila kutajiwa haya. Vijana wengi wanapoingia msikitini, utamuona anakunja suruali, anakunja hivi. Kwa nini unakunja wewe unapoingia msikitini na unapokuwa nje haukunji? Kwa sababu kuna kitu ndani ya moyo wako inakwambia hii ni makosa, hata bila kutajiwa haya wala hadithi. Hii ni makosa hii. Ndio unaona wewe, ulikuwa ufai kukunja wewe, unatakana ukakate hiyo kata, kwa sababu kuikunja ndani ya swala pia mtume amekataza.